Kuna jambo linaitwa akiba ya nguvu, akiba ya nguvu wakati wa uzeeni, wakati ambapo unapokuwa huna hizo nguvu e. Kwa sasa, si vijana, tuna nguvu, tuna uwezo wa kufanya kila jambo, kila jambo linalokuja mbele yetu tuna uwezo kulifanya, lakini kuna muda unafika, hizi nguvu tutakuwa hatuna aidha kwa uzee au kwa maradhi. Wakati tunapokuwa na hizi nguvu, tujitahidi kuweka akiba ya nguvu. Na akiba ya nguvu ni aseti zinazopanda thamani kila mara. Aseti zinazopanda thamani kila muda, ukiongelea aseti inayopanda thamani kila muda cha kwanza ni nyumba, viwanja, mashamba, hivyo ndo vitu vinavyopanda thamani kila muda. Sasa unapokuwa una nguvu, hebu jaribu kuiwaza, kuwaza miaka ishirini ijayo au miaka thelathini ijayo miaka thelathini ijayo kutoka sasa, kuna mahali sasa hivi panawezekana kupata kwa, kwa bei rahisi sana maeneo. Mfano mzuri, miaka kumi iliyopita elfu mbili na kumi na tano kuna mahali nilitiwa kiwanja kwa milioni nne sasa hivi nimeulizia yale maeneo mwa... kiwanja ni milioni kumi na nne kiwanja tu, tena hamna kiwanja maeneo hayo, bali unakuta labda ni nyumba mbovu uinunue. Sasa kuna kuna kiwanja ambao kijajengwa kabisa, ndo kiliuzwa milioni kumi na nne ni bahati mtu kapata, ila sehemu zingine zote ukuuzia nyumba ni milioni thelathini milioni thelathini na nyumba za ajabu, nyumba watu watakuwa wahame ili wewe uingie pale ujenge nyumba. Sana sana ni kiwanja, yani kuna nyumba la ajabu ambayo huwezi kwenda kukaa, lazima ubomoe ujenge nyumba yako nyingine. Sasa angalia thamani ya miaka kumi hasa. Je, kama ningekuwa toka ile kipindi nilikuwa na, na mawazo ya kiwaza miaka 30, ijayo kwa sasa hivi nina 20, imebakia lile eneo lishapanda thamani kwa <coughs> kwa asilimia nyingi hivyo lakini kwa kipindi kile mimi nilikuwa najua sina sina elimu ya kusema kwamba niwaze ni niwaze kesho yangu mii najua tu kesho yangu ni ile siku ya kesho niende kwenye burudani nikale burudani ninjoi maisha ndo hicho nachokijua kwenye nyumba na samani za ndani nzuri nivaa vizuri basi mimi ndo najua hiyo ndo kesho kwa hiyo mimi nikipita mahali naangalia nguo kali ili kesho nikipata hela ninunue nunue hiyo nguo nikipita mtandao na utafuta watu walivyong'aa fashion zinazotoka ili nikipata hela ninunue ile kile kitu nikipita mtandao ni simu aina gani kali ili nikipata hela ninunue hiyo simu hayo ndo maisha yetu sisi vijana ambayo sasa hayo yanatufanya tusiwaze kesho unatakiwa kupita mahali uwaze mtaa gani natakiwa ninunua kiwanja na hizo hela za kununua kiwanja nazipataje basi nitafute hela ninunue kiwanja maeneo hayo, kwa sababu haya maeneo yanapanda thamani sasa hivi. Nitanunua kiwanja, labda tuseme, sasa hivi kuna mahali inauzwa sehemu inauzwa milioni thelathini milioni thelathini ni kikompea. Baada ya miaka ishirini pale mahali panaweza kuwa pana thamani kubwa sana. Thamani yake kwa kumaanisha kwamba ukijenga nyumba za kupanga unakuja una, una, una kupata thamani sana ya kodi kwa kipindi hicho. Na, na, ni sehemu ambazo zitakuwa zina akitoka mtu anaingia mtu yani, madalali wanaulizia, nana anahama hapo, ili kesho alete mtu. Kwa hiyo mtu ikitokea taarifa kwamba kuna mtu ame, ame, ame, ameomba notisi ya kuhama nyumba yako tayari ishapata mtu kabla yule mtu haja hama. Hiyo ndo samani ninayozungumzia, sio samani ya kuuza. Kwa hiyo ukishawaza uki, uki, uki, uki, kwamba sasa anapata wapi eneo kama maeneo hapa Moshi ukiwa na, na nyumba hapa Pasua ukiwa na nyumba Bomambuzi ni sehemu ambazo una uwezo wa thamani yako kwenye uzee wako, ukawa unakula vizuri, ukaweka rumu zako za kupanga nyingi, ukawa una uwezo wa kuchukua. Kama sasa hivi tu hapa maeneo hapa Pasua, chumba na sebule chenye choo ndani kinachukua shilingi laki na nusu, laki na nusu, laki na sitini mpaka laki, laki mbili kwa miaka sasa hivi ishirini, ishirini na tano. Kwa hiyo unajua kwamba miaka ijayo samani itakuwa imepanda. Kwa hiyo ni wewe kuwaza kwamba unaekaja una, akiba ya nguvu zako, ili sasa unapofikia uzee ukaja ukaumwa ukawa huwezi kufanya kazi, lakini unajua kabisa nachukua na kodi watoto wakipindi hicho, na wewe labda ni mzee na watoto na watoto nao wanahitaji labda ndo wako level za elimu ya juu, wanahitaji sana hela na wee huna hela, kwa vitu vingi vitakwama kwa sababu huna hela. Lakini uka, ukaweza ku, kujali ukaweza kujali sana leo kwa ajili ya kesho, leo kwa ajili ya kesho ya miaka kama ishirini ijayo inaweza ikawa ni, ni, ni, ni msaada mkubwa sana kwako. Sasa unajiuliza napataje mimi hizo hela za ku za kujenga nyumba hapo sana ndo swali linapokuja, napataje hizo hela za kujenga nyumba na wakati mimi sina elimu, mimi sina kazi ya maana? Unaona, unaongelea swala la nyumba ya milioni 20, na unatoka ubomoe ujenge nyumba nyingine thamani yake inaenda karibu, kwa gharama za sasa za ujenzi, inaweza karibia milioni mia na hamsini ndo ukamilishe nyumba kama hiyo. <coughs> hapo sana unapokuja sasa kwenye chale, kwenye changamoto na kuchallenge akili yako kupata kazi kwa hapa duniani kazi zipo nyingi sana za kufanya. Tatizo tu ni kwamba ukishaamua kulaza akili yako ukaona ukarizika, basi ukisharizika kila utakayogusa itakuwa haifai, kwa sababu unavyorizika unajikuta zinakuja zile kazi ambazo hazina riziki, zile kazi ambazo sio kazi nzuri. Lakini ukianza kuumiza akili kwanza, kwanza usirizike na kazi ndogo zenye kipato kidogo, ujaribu kusachi na kutafuta kazi kubwa. Kama mimi mwanzo kabisa nimesachi, nimesachi kwenye madini, kwamba nikiona kabisa kwamba ninahitaji nije niishi nyumba nzuri, siwezi kupata nyumba nzuri kwa kulima kwa kuwa hapa. Kwa hiyo mfululizo unaendelea, nikiacha kwenye madini na najaribu kusachi, nakosa, napoteza nyingine kwa, jika, kwa jika, katika kupambana. Sipotezi katika ku, ku, kurudi nyuma, napoteza katika kupambana nitaendelea kusachi na mwisho wa siku lazima tu nikajipate pale ambapo ninataka kivyovyote vile. Yani kivyovyote vile nitafanya kazi yoyote ile yenye uwezo wa kuniingizia pesa niweze kuendesha ma maisha yangu ya kila siku, sababu mimi gharama zangu za maisha kwa siku zinafika zina, zina, zina mpaka shilingi elfu arobaini kwa sasa. elfu arobaini kwa siku, maana yake ni kwamba kwa kwa kwa hali ya sasa ya maisha, natakiwa ni nipate zaidi ya milioni kwa mwezi, ndo niweze kuendesha maisha yangu. Alafu ndo nije sasa, nianze kutafuta hiyo akiba. Kwao lazima mimi akili yangu iwaze sana, akili yangu iwaze sana chakate sana kazi za kufanya, yaani siwezi kuridhika na, na, na, na, na maisha ya kawaida. Nikasema ndio natakiwa niwe niwe na na subira, natakiwa nisiwe na hivo na, na, na, na na pupa, lakini najua vyote hivyo ni kwa ajili ya kwa ajili ya miaka ishirini ijayo. Nitatafuta hata kazi nzuri nikipata, baada ya miaka mitano tajituliza hivo, baada ya miaka mitano ntaweza kupata kazi ambayo inaweza inaeza hata laki moja kwa siku nikaanza kuweka akiba a nika, kazi yangu hiyo ya kudumu nichukue mkopo benki ninunue eneo nijenge nyumba zangu za kupanga, hivyo ndo maisha yangu, sehemu yenye samani kama hizi za Moshi mjini, samani kama chini uko Shabaa Nyulendi wapi na wenyewe nikawa na maeneo maeneo yanapatikana kila muda, ukiwa unahitaji unayapata. Ila sasa kikubwa ni sisi vijana kujua kabisa kwamba tuna wajibu wa kuweka akiba ya nguvu za uzeeni. Uzeeni unakuwa huna nguvu, lakini unakula zile nguvu zako ulizoweka akiba. Nguvu haziweki akiba mwilini kwamba unaweka akiba mwili, unazitakiwa uchakate, ucha, upate pesa ununue vitu vya samani vinavyoweza kuwekea akiba ya uzeeni. Kuna aina nyingi sana za kuwekeza, kama kupanda miti, kuna kununua mashamba ya mikonge. Hizo ni prosesi, lakini zina uwezekano, ukaweza kufanya hivyo. Vitu vinaweza kukupa akiba, ukawa una mashamba yako, unavuna kila baada ya miaka mitano, unavuna. Ni kama ni mtu ambao unajua masala ya uwekezaji Hayo pia yanafanyika, yako mambo mengi sana ambayo unaweza uzeni kwako wakaa ukaa, lakini mimi nimeangalia kwa haraka haraka ya, ya, ya, ya, kununua mashamba kununua viwanja na kujenga nyumba ambazo nyumba watazitumia kama nyumba za kupanga. Ziko sehemu nyingi sana bado viwanja ni bei rahisi, yani ukienda uko Dodoma miji inakuwa ukienda Mbeya, ukienda wapi wapi, unaweza kujenga nyumba huko za kupanga. Dar es Salaam sasa hivi bado kuna mahali unapata bado viwanja na thamani za miji inaendelea kukua. Kwa hiyo yote kwa yote ni, na hiyo haihitaji sana elimu. Inahitaji tu pesa. Ukiwa na pesa unaweza ukafanya, na isikusumbue uwekezaji wake, ni ule tu unapitia kwenye nyumba, mtu akupe kodi, asipokupa kodi unamtoa anaingia mwingine. Kwa hiyo sio vitu vinahitaji uwekezaji wa, wa, wa elimu. Kwa hiyo vijana, tuache Ku, ku, kuwaza sio kwamba tunafaa sana starehe ila tunawaza sana leo, na ndio maana unaishi leo ya fashion unaishi leo ya, ya, ya maisha yani ya leo, kwamba watu watanionaje mimi. Hapa nina feli, hapa nafungua, hapa naenda kulima kiruani na feli, siogopi mimi kushika jembe. A, a nitatoka hapo kulima kiruani, kuna pale pengine ninaenda kufanya kazi nitafanya kazi huko, sitaogopa maisha ya huko, nitafeli na huko, nitafungua njia yani nitafungua mpaka nijue. Mimi sijui ni wapi nitapata hela, najua kabisa kwamba nikiingia mahali kwenye mazingira ya pesa, nisizitumie zile pesa kwa kwa kwa mambo ya kijinga ambao watu wanaita anasa, nisitumie pesa kwenye mambo ya anasa, nisijaribu kuzitunza zile pesa, sasa ndio niziingize kwenye mfumo wa kuziendeleza na, kuzi, na kuniwekea akiba ya nguvu O, sasa hivi nilichokuwa nacho ni elimu tu, hiyo hayo mengine sasa yanakuja yenyewe yenyewe. Kusema kwamba Mungu anibariki niweze kupata kazi, ni mambo ya kuchakata mwenyewe, kutafuta kazi. Baraka za Mungu zipo tu, zimekaa hapa, zinakusubiria wewe uzifuate kwa ku, kwa kuchakata koso. Hata mlevi anaofanya mambo ya ajabu, baraka za Mungu ziko kwake tu. Unaweza ukajiuliza kwamba yuko mtu amefanikiwa katika kiwanda cha pombe, hizi pombe kali, kafanikiwa haswa. Amefanikiwaje huyu mtu? Kama maana huyu mtu anatengeneza hizi hizi vodka, anatengeneza zedi, anatengeneza mastrong gin, mapombe makali ambayo anakuja kuharibu vijana, lakini ni ombi lake kwa Mungu, kwa Mungu, naomba nifanikiwe, niwe niwe na maisha kupitia hii kazi, na sasa hivi ni tajiri kupitia hii kazi Tajiri mlokozi ni tajiri kupitia hiyo kazi ya vinywaji vya pombe kali, lakini kumbuka zile pombe kali zinaenda kuafekti jamii na vijana, lakini hiyo haimaanishi hai, hai kupata mafanikio ya, ya, ya pesa ambayo mafanikio yeye mwenyewe ukimuuliza, anaomba namshukuru Mungu. Sasa pale unaweza kuwa mtu mwenye imani, unajiuliza, Mungu, kwa nini unaweza kubariki watu kama hao? Lakini si kweli, japo ni kwamba alishaanguka mara nyingi na akajituliza na akafanya mpango, kasi, mpango kafanya kwa sistemu nzuri, kazi yake ikasimama, ikawa kubwa. Kwa hiyo anashukuru Mungu tu kwa sababu ya ya, ya, ya ule mpango umetiki. Sasa ni tajiri. Kwa hiyo mtu yoyote, kama huna mipango ambayo utaisimamia kwa dhati, itafeli, hata kama umelala madhabahu kanisani utapata hasara mwisho wa siku, ndio unasema una logo lakini, ni kurudi kuangalia namekosea na kuanzisha tena upya na kwenda. Ukienda unafanikiwa tena au unafeli tena, unarudi tena, unauliza watu waliofanikiwa, wamefeli wa zaidi ya mara hamsini au yeye, yani anaanza mambo mara hamsini na anafeli kwako wengi tu ila, kwanza la tatu, ila ikifeli, siyo, katika kufeli, ya kwanza la pili kifeli sioni katika kujifunza. Inaongezea elimu kwamba sasa nijifanye nini, na elimu ikiongezeka kwangu ndo nafurahi, kwamba kama nisingekuwa kiruani nisingekuwa na elimu ambayo nipo nayo sasa, zilizoongezeka elimu, imeongezeka sio kama vile. Kwa hiyo mtu yoyote ukitaka kufanikiwa unafanikiwa milango ya mafanikio ipo katika kujituma na kuongeza elimu na kuacha mambo ya kijinga kwenye eneo yoyote ile unataka ufanikiwa kwenye biashara ya kuwachukua ya watu ukawauze wa, watu biashara ya danguro watu wanafanikiwa unataka ufanikiwa kwenye madawa kulevya watu wanafanikiwa unataka kufanikiwa kwenye, kwenye, kwenye, kwenye mziki wa uchi mafanikio tatizo ni kwamba umejipangaje, mpaka hapo mpaka unafanikiwa. Sio kwamba umetumia kitu ambacho kuna nguvu umetumia, hapana. Nguvu ulizotumia ni katika kushawishi watu wanunue kazi zako, kushawishi watu wawe wa wajinga, ili wafuatilie jambo lako lile unalofanya la kijinga. Kwa hiyo ni jambo ambalo linatokana na watu wenyewe na linakufaidisha wewe kutokana na watu. Ukisema kwamba ni, ni, ni, ni, ni, sawa ni Mungu amesaidia, lakini sasa kwenye lengo hiyo kusoma, uchambue sana, ndio leo watu wanakuona kwamba, lakini iko hivyo kwamba mafanikio ni lazima. Sasa ninafanikiwa wapi? Sijui nafanikiwa wapi. Hata ingekuwa ni wapi, yani duniani hapa, ndani ya dunia lazima nichakate mpaka nifanikiwe. Kwa hiyo haijalishi kwamba itakuwa ni, ni, ni kazi gani. Sasa watu so, mimi hapa sitaweza sana kufanya zile kazi ambazo najua, kisha hizi kazi zitawaachia watu matatizo. Najua kabisa ni walevi, ni wengi, labda nikakae maeneo niuze pombe ili nipate pesa.

naweka muziki naleta na uchi, kuwavuta, watu anajikuta ameshawishika, hicho anafanikiwa. Wanawake wanavaa nguo za uchi, hana lengo la kunywa leo, anajikuta ameshawishika na amekunywa, mtu anafanikiwa. Mtu anawaza kuongeza mauzo katika biashara yake na mauzo yanakuwa mazuri na anafanikiwa asingetumia hiyo elimu, hiyo elimu kuwasoma watu kwamba watu wanapenda huujinga huu kwao. Nikiweka mandhari mazuri hapa ya kumshawishi mlevi, kuanzia wasichana wazuri wakavaa nguo za uchi, wakaja hapa nikaweka mziki mkubwa, nikafunga mataa ya kuzunguka, nikaweka maeneo ya kutulia mazuri, nikafunga mafeni, watu wakaja hapa, wakaja wakaja hapa wakaa, nakula kiyoyozi kizuri, kawakeka gadeni pale, ni katika kupandisha thamani biashara ya yake, na amefanikiwa, na pesa zinakuja sasa, kwa sababu pesa zinatoka kwenye mifuko ya watu. Hapo ana uwezo wa kumshukuru Mungu yoyote, lakini wa kwanza anashukuru hapo ni Mungu, japo hata mtu anaweza kuwa na mambo ya ushirikina, lakini we, Mungu kwanza. Mtu ana mambo ya nini, lakini we, Mungu kwanza ndio mfumo ambao tunaenda nao. Kwa hiyo, vijana, tujifunze kuweka akiba ya nguvu, tusikimbilie, tusish, kutafuta fashion. Ndio maana mwanafe ni, ni, ni, ni, ni kioo kabisa cha jamii, ni msanii ambaye ni kioo cha jamii kabisa, kwamba anakuambia shati narudia ila gari anabadili. anabadilisha anakuambia nyewe, mnao mnaosema pesa zinanunua nini na umaskini unanunua nini? No. ni maneno tu ya, ya, ya ukosaji. <coughs> Kwamba ukiwa na pesa utanunua nini? Je, umaskini huo nao utanunua nini? Ni vitu kama hivyo, kwamba usipende kuchukua tu maneno machache na yakakufariji, yakakuendelea kukubaza. Ishi na maneno ambayo yanaweza kukupa ujasiri maneno magumu, lakini anakupa ujasiri wa wewe kutoka kutafuta, kutoka kujiwekea akiba, kwa sababu utakuja kusumbua watu baadaye, utakuja kusumbua watoto, utakuja kusumbua familia, kwa sababu ya uzembe wako wa leo kwao. Kama kijana, anza kubadilika, ona starehe sio sehemu ya maisha yako, wanawake sio sehemu ya maisha yako. Maisha yako ni maisha yako wewe na watoto wako ndio wewe Una watoto wako watano ndo wewe, na ndio maana unaambiwa, unashauriwa wazaa watoto ambao unawaweza kuwalea kwa kila kiwango, kwa sababu ni wewe ambaye atakuwa mzururaji, ni wewe ambaye atakuwa hajasoma. Lakini kama wewe unajipenda, unapenda watoto wako, mke wako, ni wewe, kwa sababu mwanganiko unaanzia kwa mke, unakuwa mwili mmoja na kuwa kitu kimoja. Kwa hiyo mwili mmoja ule unaendelea kuzaa kitu hicho kimoja. Kwa hiyo kinachozaliwa pale ni wewe kabisa kabisa, kabisa. Yaani kwa kila engo ni wewe. Kwa hiyo wewe huwezi kula chakula kikashuka watu wako na kukaa njaa. Wewe hujasoma, lakini watu wako ndio wanasoma. Wakisoma, watu wako ni wewe umesoma. Huu ndio mfumo ambao tunatumia sisi. Na ndio mfumo ambao ni, ni mfumo halisi kabisa wa maisha. Unapoona copyright yako kwa mtoto wako, jua kwamba umejiona yani, sio jua, yani ndio jinsi ilivyo, kwamba wewe ndio yeye na yeye ndio wewe. Unataka ujue kabisa, anasoma yeye, umesoma wewe. Kwa sababu yeye mtoto wako akija kukua tena, mtu mzima akizaa, yule mtoto amekuzaa wewe. Kwa hiyo kwa muda huo tu anakuwa ni mtoto, lakini alishakuwa mama au baba. Na kesho, muda unavyozidi kuja, unavyosema kwamba natafuta pesa kwa ajili ya, ya, ya yangu mimi uzeeni. Kumbuka uzee wako ndo mwanzo wa utoto wako, kwa sababu unazaliwa kwa mwanao. Sasa mwanao yule anaokuzaa zile mali zinaitwa, labda ni za Selemani Bakari Shedafa, na mimi na mtoto wangu anaitwa Bakari Selemani Shedafa. Huyu Bakari Selemani Shedafa akija kumzaa mtoto atamuita tena vile vile Selemani Bakari Shedafa. Leo nkizinunua mali nkiziandika kwa jina langu na zimpa yeye, lakini sio za kwake, na mwambia ziendelee, hizi mali ni za Selemani. Selemani akizaliwa anazikuta zile mali na zinamsaidia Selemani kusoma kwa hiyo lema anaishi maisha mazuri kutokana na mali ambazo. Ndio mfumo wa wa unaenda hivyo mpaka milele. Na wenzetu nje wazungu, elimu wanatumia hiyo mifumo. Wahindi wanatumia hiyo mifumo. Hautaka ukute familia naugomvi hata wa bahati mbaya, hata wa kununiana nuniana ndani gombana gombana, kwa sababu wao wanajua tangu tangu uko nyuma makarne mpaka huyo aliozaliwa leo ndio yule yule wa kwanza. Kwa hiyo wao wanaamini hivyo kwamba mtoto babu wa kwanza kabisa wa ukoo ndio yeye mpaka milele, hajawahi kufa, yupo anaishi. Kwa hiyo hizi elimu zinatumiwa na wenzetu na zinasaidia sana, ukitembea unajiona Una, unaona watoto wako unajiona ni wewe kabisa. Ukimwona mke wako, unajiona ni wewe. Huwezi kumsaliti mke wako, unajisaliti wewe. <coughs> Unajitengenezea matatizo wewe. Hakuna chochote ambacho kinaweza kikaja hapo kikakupa furaha tofauti na familia yako. Unamwona ndugu yako, unajiona ni wewe kabisa. Unamwona mdogo wako anapita pale, unajiona ni wewe unafurahi. Kwa hiyo tuna huo mfumo unaendelea. Mimi najiona ndo mdogo wangu mdogo wangu anajiona ndo mimi. Mdogo wangu ku, hawezi kula mimi na njaa, lazima ata umia, lazima atatajua kabisa kwamba kaka yangu ana njaa. Mdogo wangu hawezi kula watoto wangu wana njaa, kwa sababu watoto wangu ndo wa kwake. Mifumo ndo hiyo inaenda. Mwisho wa siku, mnajikuta sasa mmekaa sehemu moja kama Wahindi na ukaa sehemu moja na kinacho rani kinawalisha ni mali, ni mali zile ambazo zimetafutwa na, na, na, na baba, kwa hiyo kila mtu anazisimamia kama za kwake, wanalishwa na, e, za, za, za, za, za na mali moja. Hawanaga mifumo ya kugawanisha mali, wana mifumo ya kuzikusanya. Sasa sisi tuna mfumo wa kugawanisha, mmeshakuwa eh, sasa gawaeni hizo mali ziwe za sele. Kwa hiyo kugawana mali inaleta mpasuko. Huyu anaona kapewa kidogo, huyu anaona ukachukua cha thamani hiyo elimu ya ya kugawa mali inatokana inaletwa na nini? Mali ni Malini za Selemani. Watoto ni wa Selemani. Wamekua sasa. Hivyo hatuwezi kutengeneza mfumo wa watu kukaa umoja. Na ndio maana mwindi yeye ana, anaolewa anakuja kwenye familia ya mwanamke. Wanaume ndio wanakuja kwenye familia ya mwanamke, anaingia anakaa no. Unaona? Wanaoa wanaweza kukaa familia hata tano sehemu moja, tofauti tofauti tofauti tofauti kwa sababu ya nini? Kulinda zile mali. Mali zinaendelea zinaleta, zinaleta, hapo. Jiko ni moja linapikwa, inaleta jiko moja kwenye familia moja, watu wanakula chakula kinacholetwa, watu wanakula wote, wanafikiri kuziendeleza zile mali. mtoto, mtoto, mkwe anaokuja kwenye familia ya mwanamke anakuja kuendeleza zile mali kama za kwake, haji kuchuma akapeleka kule kwao sababu, so, kule kwao nako wana, kuna maisha yao mengine yanaendelea na anasimamia maisha ya kule kwao, anasimamia na maisha yako. Kwa mwanamke, hiyo mifumo inasababisha familia zinakuwa hazionaga ugomvi, kwa sababu wao hawafikiri kugawa, kila mtu ashike cha kwake, wanafikiri ku, kuendeleza mali. Kwa hiyo maisha yana misingi mingi ambayo sisi wa Afrika tunakosea, na ndio maana hata Trump aka tu, tuona sisi ni wapumbavu, na ni kweli. Kwa mifumo yetu wa Afrika ni upumbavu wa hali ya juu.